Ila kwa hichi ambayo kimetokea sasa, hizi uamuzi kutangazwa kutoka taifa la Kairo, Misri. Sawa, mimi mapema tu asubuhi, hata kiwezekana hiyo mechi iwe kesho. Mechi hata iwe kesho, ha? Kesho mimi naenda Benjamin Mkapa mapema sana na kichinjio changu, najua tayari Simba kashakuwa bingwa. Wakaloge wakafanyaje, Simba bingwa. Sababu mbaya wao ndio huyo nyuma mwiko manake, wanajua sekta zao za kukamata kuonga timu, wakishindwa kuonga timu kukamata waamuzi ndio shughuli yao. Haya, waamuzi wametangazwa leo wanatoka Misri. Au waamuzi unafikiri wametoka huko kwa sababu gani? Huo ndio maana halisi ya ubaya ubwela. ha, so, so. Eh yeah, shughuli imeisha yani. Hata tukicheza leo usiku tupange tucheze, tunawafunga. Kesho tena tupange nao tucheze, tunawafunga. Kesho kutwa tupange nao tucheze, tunawafunga. Juma mwiko kishamletea watu kutoka nje ya taifa lake, toboy yani ya toboy hata robo. Kwa hiyo mpaka hapo hii yeah. Ah, Simba kashainua kwa hapo yeah. ili kombe jipya alijaguswa alipo kwenye box Magufuli alitukabidhi jipya na hili jipya. Tunakuomba mama mbadala wake. Njoo tukabidhi kombe kwa mara nyingine. Huu msimu huu Simba anabeba tena kombe jipya. Mwali yoyote mpya lazima aanze kumchukua Simba Sports. Hawezi kuchukua mtu mwingine yoyote. Lazima aanze kumchukua Bayo Bwela. 65 66 ligi inaanza. Miaka miwili mfululizo mwali anapiko. Tunambeba sisi. Haki imetendeka. Pamoja muda ni mdogo, mambo ni mengi lakini haki imetendeka kwa sababu wao sehemu walizozitegemea kwamba zitawabeba, sisi tumeziacha. Lakini tunawajua wanaosimamia mchezo ni waamuzi. Maamuzi ya kiwamo kukunyonga na kunyonga mchana kweupe, kama tulivyofanywa kule Zanzibar, hasa ile fainali ya shirikisho. Ilikuwa tarehe 25 mwezi wa tano. Hii fainali yetu ya ligi kuu NBC Premier League, sawa, ni tarehe 25 mwezi wa sita. Tarehe 25 hii tunaenda kulipa kisasi cha SC Berkane. Simba bingwa, Benjamin Mkapa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ananijalia kupata pumzi muda wote na wakati wote, ndio jambo kubwa. Lakini nimepokea haya haya haya haya mauzauza, mmeujiza ambaye yametokea siku ya leo, aa, ni maujiza ambaye hakuna mtu ambaye alitarajia kama haya atatokea. Mimi nilikuwa miongoni, hata asubuhi nilifanya vipindi na baadhi ya media. Nilisema kabisa kwenye huo mchezo sitoshiriki. Mimi nitabaki nyumbani na nilionyesha mpaka tiketi yangu ya VIP. Nilisema kabisa, ile tiketi nitaenda kugawa na hata nisipopata mtu wa kumgawia basi nitakuwa nimechangia mamlaka. Haina shida, lakini mimi sikanyagi Benjamin Mkapa. Ila kwa hichi ambacho kimetokea saizi, waamuzi kutangazwa kutoka taifa la Cairo, Misri. Sawa? Mimi mapema tu asubuhi hata kiwezekana hiyo mechi iwe kesho. Ha? Mechi hata iwe kesho mimi naenda bench ya Mkapa. Mapema sana na kichinjio changu. Najua tayari Simba kesha kwa bingwa. Wakaloge, wakafanyaje Simba bingwa? Sababu mbaya wao ndio huyo. Nyuma mwiko manake wanajua sekta zao za kukamata. Kuonga timu, wakishindwa kuonga timu, kukamata waamuzi ndio shughuli yao. Haya, waamuzi wametangazwa leo wanatoka Misri. Hao waamuzi unafikiri wametoka huko kwa sababu gani? Huo ndio maana halisi ubaya ubwela. Sawa? Wao wamefungua koki, sisi tumechomoa waya kwenye transformer. Wao wamefungua koki. Eh. Sawa. Tumechomoa waya, waya kwenye transformer. Umeme hakuna. Maji hayakatika. Maji yanakuwa pale pale tu kwenye koki. Ulikofungua, maji yanasambaa kama kawaida. Wakiwemo wao ndugu zetu ambao wametoka huko wameenda kutafuta ajira. Utalalamika mpaka yani uchoke. Sisi ndio ubaya ubwela, na ndio tayari hiyo. Yesu mmekimbilia cha Chamwino, sisi tumekimbilia Misri. Ubaya ubaya tu, wao wamekimbilia Chamwino, sisi tumekimbilia Misri. Wao wakatae waamuzi, wasicheze, waendelee kuvaa zile t-shirt zao. so, wacheze. Wamesema kilo safi, wanacheza sasa. Na sisi kilo baridi tumo Benjamin Mkapa. Hey, eh, kilo kiko baridi tumo Benjamin Mkapa. Mimi nilikuwa nagawa tiketi yangu, nilikuwa siendi kwa sababu unajua binafsi hiki kilichofanyika cha kushindikiza watu wajiuzuru wengine wamesimamishwa tarehe ibadilishwe maana yake hao wanajua tayari kwenye sehemu ya waamuzi wataenda kuimaliza ili wao wafanikiwe mwanzo waamuzi wana, wanaambiwa kwamba wakachezeshe dabi mwingine anaongopea mimi nina tumbo mwingine anaongopea mimi siko vizuri mazoezi sijafanya yaani maneno maneno tu ya kona kona kona ah waamuzi wao huko wataleta kipengele hasa hiyo dabi haina kipengele kutoka Misri eh shughuli imeisha Yaani hata tukicheza leo usiku tupange tucheze tunawafunga, kesho tena tupange nao tucheze tunawafunga, kesho kutwa tupange nao tucheze tunawafunga. Juma mwiko kishamuletea watu kutoka nje ya taifa lake, atoboi, yani atoboi hata robo. Kwa hiyo mpaka hapo ah, yeah. Simba kashainua kwa hapo. Kwa nini hii taarifa imeonyesha kuwafurahisha sana wana Simba, lakini pia kwa upande mwingine eh, kwa maana watani zenu da Young Africans wao wanaonekana kwamba kama hajaridhishwa nayo, wakikimbilia upande wa kanuni kwamba je, kuna kanuni inayoruhusu kutoa eh, mapilato hawa kutokea nje hawa watu tuambie, kuna kanuni gani ya kuahirisha mchezo bodi ya ligi bila kutoa taarifa? Mbona hawajasimama na kuzungumza ile kanuni iliyobadilisha mchezo kutoka 15 kwenda 25 chini pale maelezo? Mbona hakuna peni zao, wino uliisha baada ya pale, masaka za mbele, wengine anawasilisha barua kujiuzuru, mwingine akasimamishwa shughuli anaenda kusimamia nani? Sawa, kimya kingi kina mshindo, majibu yake ndo haya. Kimya kingi kina mshindo, majibu ndo haya hapa. Haya ndo majibu yake. Kimya kimya cha Simba kile. Majibu ndo haya. Mnachora. Eh, maandishi manne yameondoka kufanya ukaguzi. Kabla ukaguzi hujaamka, majibu ya wale ukaguzi wale jamaa atakasema hii mkitaka kuiamua, kaleteni waamuzi kutoka nje ya taifa lenu. Yale maandishi manne ndo yanasababisha dabi chezeshe na watu kutoka nje ya taifa letu. Kama walikuwa wajui, wakawaulize FIFA sasa. FIFA kanuni imwe toa wapi? Wasiwaulize bodi ya ligi, wakaulize FIFA. Wao kanuni gani liwapeleka chamwino? Kuna kanuni na wapeleka chamwino na inayohusiana na mpira. Kwa hiyo wasijaji kuhusu kanuni. Wao waje na tisheti zao walizosema kwamba kiroho safi dabi haina kipengele, waje nazo eh, na sisi tunakuja na tisheti zetu. Waamuzi kutoka Kairo wanakuja kuipa Simba ubingwa. Kwa hiyo, yani yeye wanasimba sasa hivi imani ni kwamba ubingwa huvo izile kwamba sisi hatutocheza hadi hivi sasa hivi zimeisha. Nahisi haki imetendeka, sasa haki imetendeka, pamoja muda ni mdogo, mambo ni mengi, lakini haki imetendeka, kwa sababu wao sehemu walizozitegemea kwamba zitawabeba, sisi tumeziacha. Lakini tunajua wanaosimamia mchezo ni waamuzi. Waamuzi akiamua kukunyonga na kunyonga mchana kwa upe, kama tulivyofanywa kule Zanzibar, hasa ile fainali ya shirikisho ilikuwa tarehe 25 mwezi wa tano. Hii fainali yetu ya ligiku, ligi kuu NBC Premier League, sawa, ni tarehe 25 mwezi wa sita. Tarehe 25 hii tunaenda kulipa kisasi cha Sibelkane, Simba bingwa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wao waje kwa wingi, waje kumpigia Gwaride Simba, sio kumpigia Gwaride Simba kwenye tarehe kumi na tano sasa yeah. Waje wampige gwaride Simba kwenye tarehe hiyo, kombe uwanjani. Sisi kombe likiwa uwanjani huwa tumwachi kombe. Kombe likiwa uwanjani huyo, sisi hatumwachi, yani ucheze elfu mbili na ishirini na moja chuma moja ya Tadeo Luanga. Watu mapema wanachukua mwali wakiwa pale. Bernard Morrison anafanya kitendo cha udhalilishaji pale. Eh, hey. Hey. Anavua mpaka jezi yake ya chini. Furaha hiyo. Hakufunga kile kavua jezi ya chini. Jiulize kwenye mechi hiyo na Bernard Morrison ni yupi? Atakuwa jukwani. Anaweza akaruka kutoka jukwani. Akadondoka Benjamin Mkapa akakifanya kile alichokifanya Kigoma. Wasi wasi. Na wasiwasi. Kwa sababu kashasema na yeye Simba Sports. Ndio. Na wasiwasi inawezekana akafanya hilo tukio. Sababu hili jambo mimi sijaamini kama litatokea jambo kama hili. Sijawaza. Mimi ninachoamini, waamuzi wetu wale wale wa hapa. Sawa? Vibuna tungwe wataenda kuchezesha hiyo mechi. Kama vibuna tungwe wanakuwa wapo, ah, shughuli imeisha kwa nyuma. Mwiko shughuli imeisha, wao wajiandae kwenda kutukabidhi ubingwa. So walikuwa wana goma, basiwaje na hizo t-shirt zao kiroho safi, na kweli Waarabu wamekuja wao pe kiroho safi, hawana makando kando wale hawana mabaka mabaka wale, wala sio kenge wala chui, waje pale watukabidhi ubingwa. Mimi mapema sana nipo Benjamin Mkapa, mpaka hapo tiketi yangu sigawe na wala siuzi. Nitaka niombe ni, ni, ni, ujue hiyo mnanda nilikuwa naigawa kwa ni masiala nilikuwa naigawa. Ina maana leo unavyoniona nimetoka hospitali kumwangalia mzee wangu, lakini malengo yangu siku ya kesho ni nitafute mtu asubuhi, nimgaie ile tiketi. Mimi singeenda uwanjani, yani kile anachoamua wao kikubaliwe, mimi ningeenda, lakini jambo hili mwanake kaliamua. Simba wao sawa, wameenda wameenda Chamwino, sio naenda Cairo, tutapata majibu. Kama Chamwino wataingia uwanjani, tutajua, au wale wa Misri ndio watakuwa uwanjani, tutajua. Waarabu wanakuja kuchezesha dabi hapa na Waarabu, na Simba damu damu wanajua kabisa hii ndio timu kubwa Afrika, iko namba tano barani Afrika, tukichezesha vizuri tunawezekana tukapata ugali kwenye mechi nyingine ya dabi, wao wauni lazima wachezeshe vizuri. Ngao ya jamii tunataka wao, ngao ya jamii ufunguzi wa ligi, tunataka waamuzi wao kutoka nje, maana nina uhakika tutakutana nao tena, vibu na tungu bana. Mnandi, mimi nataka nijue kutoka kwako, wakati <coughs> sekeseke ile la eh, dabi lilivyokuwa li linakwenda kwenda, wengine hatuchezi wengine tunataka hiki, kwa msimbazi Simba bana, mlikuwa kimya sana kwenye hili lakini, wakati mchezo wenu wa mwisho ukiwa nyumbani eh, ulipotamatika eh, baadhi ya wa wachezaji walisema kwamba ah, sisi tunasubiria kwa hamu sana dabi, eh, ni mchezo ambao kila mtu anashauku. Mwalimu naye akasema tumebaki mchezo mmoja wa kushinda ili tuweze kuwa mabingwa eh? Sasa hii imekaaje? Labda haiwezi kuwapoza kwa namna moja ama nyingine, kuelekea kwenye mchezo, ili hali mashabiki ni kama nyoyo zilikuwa hazina furaha kwa namna moja ama nyingine. Ah, binafsi moyo wetu alikuwa haina furaha kwa sababu sisi ndo tuliobeba mpira huu wa Tanzania. Leo hii usingemsifia Wallace Karia bila Simba Sports. Usingeweza kuisifia bodi ya ligi bila Simba Sports. Usingeisifia nchi yako ya Tanzania kwamba imepanda e chati kwenye soka bila Simba Sports. Inaobeba e mpira wa Tanzania, so national team ni Simba Sports Club ndio inaobeba mpira wa Tanzania. Ukiiondoa Simba hapa hakuna timu ambayo inaweza kubeba mpira wa Tanzania. Na ndio maana tulikuwa tunaumia kwenye mioyo yetu. Hawa huni tu wanakaa pale wanafuga samaki na mbu pale kwenye carbon dioxide wanakaa wanaandamana, huku na kule, fulani atoke, fulani atoke, na wanatoka sawa. Halafu mechi inabadilishwa tarehe bila kutoa taarifa na inakubaliwa, halafu sisi tukawa wanyonge kiasi hicho. Lakini naamini dawa ya ukimya kiburi cha ukimya, majibu ndio haya hapa yametoka. Na ndio maana kumbe, jana media ile, kila akiulizwa na mashabiki tunacheza namna hii namna huko, anacheka Kumbe alikuwa na jambo lake, waandishi na muoji anazunguka kwa Kagera, sijui Kagera nini huko, katokea mara kwa kina Fetoto, kumbe alikuwa na jambo lake, na akaulizwa kuhusu jambo hilo, tutazungumza kuanzia kesho ama kesho kutwa, kama kutakuwa na tofauti tutajibishana kuanzia kesho au kesho kutwa. Kumbe kuna kitu akakiona, msemaji, naamini viongozi wa klabu ya Simba, tunajua tutakuwa tumewakosea mashabiki wetu wa klabu ya Simba walio toka mikoani na nchi mbalimbali kuja kuishuhudia dabi, lakini tuliokuwepo Dar es Salaam tunatosha kujaza Benjamin Mkapa na wengi wao tulishakataga tiketi, tunazo hizo zilizobaki. Au nyuma wiki wasinunue, tunanunua sisi Simba Sports zote. Wao walionunua ndio hizo hizo, wasubiri majungu ya supu tu, wakaingia na majungu ya supu. Zilizobaki tiketi kwenye mtandao, tuachie au sio? Walipoteza, wakaenda kwa swap huko. Sasa nini? Hakuna cha kuswap, watu wanunua tiketi nyingine. Mtu kama kapoteza kadi yake, tiketi imepotea hiyo, family life kashachangia mamlaka, watu tunanunua tiketi nyingine. Nyuma wiki wenyewe subiri majungu ya supu, mwekee asubuhi majungu ya supu. Hizo tiketi zilizokuwa kwenye mtandao tunanunua sisi watu wa Dar es Salaam, na tunawahakikishia sisi hatujaenda kwa mgambile wala kwa mgombile wao, wakalale huko huko kwanza leo hii waendelee kulala huko, lakini kama Pilato anatoka Misri, una uwezo wa kumloga mwalabu wewe? Una uwezo wa kumloga mwalabu wewe? Utaloga uwanja ule, umloga mwalabu na wachezaji wetu majina yao ya Kiarabu ya Kichina walogeki. Kwa hiyo shughuli imeisha, Simba bingwa. Mpaka hapo walabu kule waligoma kule, national real wakakatwa pointi tatu, dabi ya kuchezeka ya mechi ya pili, watu wakapewa pointi kwa sababu walitaka waamuzi watoke nje ya taifa lao, lakini shirikisho lao limegoma, wakasema sisi hatuchezi huo mchezo, lakini wameenda kuwa mabingwa. Sisi hatujagoma mchezo, hawa wamegoma. Tunaenda kuwadhalilisha kujua kwamba sisi hawa hatuwaogopi. Hawa si ni uchochoro kwetu. Hatuwezi kucheza na bingwa wa Morocco tu tukamuogope. Nyuma mwiko heli mdaota naandamana na chapicha tisheti, tucheze mechi sisi Simba Sports. Tumuogope nyuma mwiko, abadani asilani. Huyo kwetu kama kiungo tu cha kwenye mboga. Tunaenda tunamaliza mapema mchana kwa upe. Wana simba wenzangu mlokuepo Dar es Salaam na nyinyi mlokuwa mikoa ya karibu Dodoma, Tanga, Morogoro, jiandaeni, kata tiketi njoo Dar es Salaam. Simba kasha kuwa bingwa njoo tusherekee ubingwa wetu. Hatuwezi tukatafuta kwa shida. Tumelima huko kwenye kwenye ardhi ngumu, kwenye mfinyazi, kulima mpunga, saa hizi mpunga washawiva, eti tuache wauni wavune. Tunaenda kuvuna wenyewe mpunga wetu. Tujiandae, twende tukale biliani letu. Mapema sana. Siku ya juma ngapi? Siku, siku ya Alhamisi itakuwa likizo. Tunasherekea ubingwa nchi nzima. Siku ya Alhamisi itakuwa likizo mkiwa mnasherehekea ubingwa wa Wanasimba. Eh, mi bana, ni sikuchoshe sana. Najua leo una furaha kweli kweli. Eh bana, Shukran sana Mnandi. Bana, mimi nina furaha sana. Yeah. Sawa, yale maandishi manne kudondoka hapa. Hayo manne ndio ametoa muongozo kwa bodi ya ligi. Toa ni waamuzi Cairo? Mwingine mlete kutoka Somalia huko. Hasa Msomali anakuja hapa la kuja kuchezesha au utatoboa? Wewe uta, utatoboa? Hawezi kutoboa. Kwao wanaamini kabisa sisi ni Waarabu na wao wanaokuja sisi Waarabu wenzao. Kwao naamini wale wote wanajijua kwamba wao sio wacheza mpira kwenye pichi. Wanazoea makando makando. Hamna ule mpira si umetoka, unaachwa unaeka kati. Una, unaingia nyavuni mtu anaeka kati. Siji mtu kapiga free header, kazidi kazidi nywele, ref anasema offside. Zote kamba, mimi nakuahidi. Hadi halftime unaisha. Washakula Jumatano, mimi nipo hapo. Kwa timu ile kikundi kile, cha wauza mboga sokoni kile. Kile cha kuchapisha t-shirt kitusumbue sisi. Mimi nakuahidi mpaka halftime washakula Jumatano wanatuachia uwanja. Nawezekana ubingwa tukasherekea peke yetu. Na tunamuomba Mama Samia Suluhu Hassan. Sawa, uliowaita Chamwino. Usikose Benjamin Mkapa, umewaita umewa vijana wako na sisi tunakuita Benjamin Mkapa, Njoo utukabidhi ubingwa. Dr. John Pombe Magufuli atukabidhi ubingwa 2018. Na wewe tunakuomba uje tukabidhi ubingwa 2025 ili kombe jipya alijaguswa alipo kwenye box. Magufuli atukabidhi jipya na lili jipya. Tunakuomba mama, mbadala wake, njoo tukabidhi kombe kwa mara nyingine. Umsimu huu Simba anabeba tena kombe jipya. Mwali yoyote mpya lazima aanze kumchukua Simba Sports. Hawezi kuchukua mtu mwingine yoyote. Lazima aanze kumchukua Bayo Bwela. Sitini na tano sitini na sita, ligi sita inaanza miaka miwili mfululizo mwali ana piko tunambeba sisi, wao wamekuta tayari kwa washamchukua mwaka sitini na saba sitini na nane, wao ndo wanakuja kuchukua yuzidi wao washazoea. Wow, vyuma yuzidi. Mama Samia, njoo tukabidhi mwali mpya, ubaya Ubwela.